Mtoto Japhet Magese mwenye umri wa miaka minne amefanyiwa unyama wa kutisha na mwanamke mmoja mkazi wa Isenye mkoani Mara baada ya kumwagia mafuta ya taa kichwani kisha kuchukua kibiriti na kukiwasha, kwa madai ya kuwa mama yake anatembea na mumewe. Alipokuwa akizungumza kwa uchungu kwa njia ya simu, mama wa mtoto huyo, Nyakao Magese, alisema kuwa alikuwa akiishi kijiji kiitwacho Kacheche akaenda kwa mama yake kijiji cha jirani kinaitwa Isenye, ndipo mtoto wake alipopatwa na mkasa mzito baada ya kudaiwa kutembea na mwanaume wa mtu, namnukuu: Yaani, mimi sina hata miezi miwili, nilienda kumsalimia mama yangu kijiji cha jirani. Nilipofika kukatokea maneno ya kuzusha kutoka na mwanaume wa mtu. Mwanamke mmoja simjui hata jina lake, na kudai kuwa mimi natembea na mume wake, alisema mama huyo kwa uchungu. Aliendelea kuzungumza kuna siku mwanamke huyo alikuja nyumbani pale na kumkuta mama yangu na kumwambia kuwa aniambie, eti niachane na mume wake. Mwanamke huyo aliendelea kusema kuwa siku ya tukio alienda kuchota maji, akamwacha mtoto wake amelala kitandani. Wakati anarudi, akasikia kelele nyingi za mwanaye kutokea chumba alicholala na mnukuu, niliposikia kelele kubwa kutoka chumbani alipolala mtoto wangu, nilikimbia na kumkuta mtoto wangu ameungua kichwani, huku mikono yake ameiweka kichwani pia inaungua, ndipo nilipoomba msaada kwa majirani ambapo walisema walimwona mwanamke huyo akitoka na dumu la mafuta lakini walikuwa hawajui kama ameingia ndani kufanya unye. Alisema baada ya kutoka polisi, walienda katika hospitali ya mgumu iliyopo kijijini hapo, ambapo napo walishindwa wakamwamishia katika hospitali ya Bugando. Mtoto wangu ule moto umefanya sikio moja halipo kabisa na vidole vyote vya mikono vimekatika, wakati akijizuia na moto kichwani, alieleza mama huyu uchungu sana. Mwanamke huyu alisema kuwa yupo kwenye wakati mgumu sana, yeye na mtoto wake, kwa kuwa hawana fedha yoyote ya kuendesha tu maisha ya hapo hospitalini hapo, maisha ya hapo hospitalini na yamekuwa magumu mno. Kama umeguswa na habari, unaweza kumsaidia kupitia nambari ya simu ya mkononi ambayo ni 0711, 73, 88, 46. 0711738846 na ili aweze kupata fedha kwa ajili ya kumhudumia mtoto. Aliyekuletea simulizi hii ni mimi Given Mashishanga, nikukumbushe tu, endelea kutazama Global TV kwa vipindi vingi zaidi. Asante na kwa heri.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 Pesa ni mpesa. <laughs> Nidhani mimi ndo mjanja, kumbe washikaji wanizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa.